Hi, people of God. Mwana Yesu asifiwe. Nasema ya kwamba nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa majina naitwa Doreen Murioki. Yesu mwema amenilinda, amenihifadhi. Niko na furaha na niko na amani asubuhi ya adhuhuri ya leo. Ningetaka kuwashukuru ninyi nyote ambao mnanisikia sauti yangu. Ninataka ya kwamba Mungu atawasaidia kuishukua na kuijua na kuielewa sahihi. Ninapoendelea kuongea najua ya, eh, ya kwamba mambo ambayo ningetaka tuyaongee na ninayo yaongea kwa sasa ni vile ambavyo nchi yetu ilivyo. Ninajua ya kwamba nchi yetu imekuwa haina, watu hawana amani, vijana, watoto, wamama, wazee, viongozi, kuna wao hawana amani ndani ya mioyo yao. Ningetaka kuambia ya kwamba hii ni jukumu lako Eh, ku, ku, kurundi, kurundi, kurundi mahali ambapo ulianzisha. Ujua ya kwamba makosa ni ya nani, ya kiongozi, makosa ni yako, ama makosa ni ya nani? Na ukijua, uh, ukijiuliza swali, utajua ya mm -hmm kwamba makosa ni ya nani. Nataka kusema aje, makosa ni ya nani? Eh, wakati tulipokuwa tukiomba wakati uchaguzi tuliomba Mungu na tukamwambia kwamba na tukapiga magoti tukalia mbele za Mungu tukajinyima tukiomba Mungu ya kwamba atupe kiongozi bora, lakini kile ambacho ninacho Chotaka kuambe nyinyi wa Kenya tuliomba, kama tumefunga jisho moja na tukafungua nyingine. Ni, ni kama unaweza omba kitu ambacho uko nacho n, kiko mikononi mwako. Tunasema, Mungu nipe. So atukuachia Mungu nafasi iliyo yake nzuri ya kutuchagulia kiongozi aliye bora. Ninataka kusema nini? Wale sahi wanastahili kulia ni wale ambao hawakupiga magoti kama mimi. Ni wale ambao hawakuomba kama mimi. Ndio wanaostahili wa, wa, wa, kuwa wanalia sahi. Lakini mtu alilia kama mimi, akaomba kama mimi, akajinyima kwa ajili yangu ili tupate kiongozi asilie hata kidogo. Ni kwa sababu gani? Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha First Samuel chapter 8 eh, chapter 8 verse 1. Ukiendelea hiyo chapter yote, maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na mtu mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Samueli. Samueli alifanya nini? Samueli alipokuwa ameseeka, maandiko yanasema ya kwamba kwamba aliposeeka e, watu wakaanza kumwambia kwamba tuchagulie kiongozi. Na kiongozi ambaye tunataka utuchagulie, usituchagulie watoto wako, ni kwa sababu hawana hawana dignity zako. Hawana hawana hawana e, ile hawawezani aw, aw, na hiyo mambo yako. Maandiko yanasema aje? Biblia inaendelea inasema ya kwamba E, Samuel naye akaenda mbele za Mungu akiwa na utungu. Akaanza kuongeleshea Mungu. Mungu akamwambia kwamba hivyo wamekuambia, usipungwe enda uwachagulie kiongozi. Lakini unapowachagulia, waelezee mambo yatakao e, wafuata. Ni mambo mengi ambayo maandiko yameanaliza hapo, yamesema kila kitu ambacho kinachoendelea katika Kenya siku hizi ambazo tuko. Nataka kuambia nini wa Kenya. Soma hiyo chapter 1 Samuel chapter 8 verse 1. Endelea kuisoma utaelewa, na ukielewa unipe jibu. Ni kwa sababu gani makosa si e, e, haikuwa ya Samueli, makosa haikuwa ya Mungu, makosa ilikuwa ni ya wenye kusema ya kwamba wachaguliwe kiongozi. Mimi na wewe tukasema tuchaguliwe kiongozi, badala ya kufunguka macho ya kimwili ema, e, na ku, na, ya, ya, ya, ya kiroho Fungua macho ya, ya, ya, ya, ya kimwili hatu kufungua macho ya roho. Sasa nataka kuwakanya naniwambia, ya kwamba wapendo wasikilizaji, nisisikie mtu yoyote anataja Ruto mahali. Ruto ana makosa yoyote, ni kwa sababu gani? Mu, eh, alichaguliwa na wewe na mimi. Hata mimi nikiambia nikae ni, ni, ni, ni, ni, mahali eh, ni, ni, Ambapo nichukuliwe nipelekwe mahali ambapo nipasuliwe, siwezi nikakataa. Eh, ni kwa sababu ni watu wameonelea kwamba nisimame ni hapo, ni mimi nilimchagua, nilimchagua ni, so mtu yeyote asitaje yupo mahali, nisisikie hata kidogo, nisisikie Mtu yote akitaja Ruto mali, Ruto hana makosa yote. Ruto anafanya kazi yake. Ni kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba, eh, Samuel aliwaelezea watu mambo yatakao wafuata, lakini hawakusikia. Waliendelea kufanya, tuliendelea kufanya mipango zetu na kuomba. Kama mimi niliambiwa ya kwamba nilikuwa nausa kibanda, I, I remember that day. Bwanangu akaja akaniambia kwamba funga hiyo kibanda, hizo vitu zote ziko hapa za kukula nimekununulia. Nikazunguka mji nikisema oh, si uchawi, ni maombi. Kwa kwani saa hizi imekuwa aje? Wewe, wewe, wachana na Ruto, endelea na kazi yako na uendelee kumuomba Mungu akusaidie saidie. Siku nyingine tukiomba tunasema ya kwamba tunaomba baba, tunaomba, tunaomba tunasema ya kwamba, Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Ama uliomba mapenzi ya Mungu yatimie, ama uli uliomba tu kumefunga jicho moja, na ukiwa umefungua jicho lingine, we koma Ruto familia yake, endele na maisha yako, uendelee kumuomba Mungu. Shalom, shalom, shalom, na Mungu awabariki. I love you people of God, nawapenda sana. Mungu awabariki sana.